Nataka nisisimue uchumi wa kata za jimbo la Mtumba kwa kuwa na masoko yetu kuanzia ngazi ya mitaa. Ukipata nafasi ya kuingia kwa mara ya kwanza, nini utakachoihoji serikali? Kiu yangu ni kuona watu wetu wanamiliki ardhi kwa mujibu wa sheria. Nikiamka asubuhi kwenda kupiga kura, nikipata karatasi yangu ya kupiga kura ballot paper. Tiki yangu nitaipeleka kwa daktari Samia Suluhu Hassan ah, Mheshimiwa Mavunde karibu sana katika ofisi za Mwananchi Communication. sisi ni wachapishaji wa magazeti ya Mwananchi The Citizen Mwanaspoti, lakini pia tunajihusisha kwenye mitandao yote ya kijamii na tunajua mmemaliza kipindi chenu cha ubunge lakini tunajua kwa neema ya Mungu chama kimekuteua unagombea jimbo jipya la Mtumba. Kwanza hongera sana. Shukrani na, kama hivi ndivyo ulikuwa unaongoza jimbo la Dodoma lenye kata 41 leo umekabidhiwa kipande kidogo, nini unachokwenda kuwaambia wananchi wa jimbo la Mtumba? Kwanza kabisa nichukue fursa hii niwashukuru sana wananchi wa Dodoma, hasa Dodoma mjini yote, ikiunganisha majimbo yote mawili, wakati ilikuwa jimbo moja, kwa heshima kubwa walionipa ya kunifanya kuwa mbunge wao kwa kipindi cha miaka kumi tangu mwaka 2015. Hii ni heshima kubwa sana kwangu, kwa sababu ni historia kwamba jimbo hili la Dodoma mjini mbunge alikuwa hawezi kurudia mara mbili. Asilimia kubwa wabunge wamekaa kipindi kimoja tu. Ni marehemu Job Lusinde na marehemu Hashim Sagafu ndo walivunja rekodi kwa kukaa vipindi viwili, lakini mimi pia nimehudumu vipindi viwili, kwa namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa namna ambavyo wananchi walinipokea na kunipa ushirikiano mkubwa sana. Sasa baada ya mapitio ya kikatiba ya mipaka na majina kama ilivyo ada, jimbo la Dodoma mjini limegawanywa na hivi sasa yametoka majimbo mawili, kuna jimbo la Dodoma mjini na jimbo la Mtumba, na mimi nilichagua kwenda kugombea jimbo la Mtumba, jimbo ambalo linakata ishirini na mitaa mia moja na moja mimi nimehudumu kwa miaka kumi kwenye eneo kubwa zaidi la kiutawala kuliko mbunge yeyote Tanzania nzima nilikuwa na kata arobaini na moja nilikuwa na mitaa mia mbili na ishirini na mbili sasa eneo limepunguzwa. Nataka tu niwahakishie kwamba Wanamtumba e, katika udogo huu wa jimbo tofauti na kule nilipotoka, naamini nina nafasi ya kufanya vizuri zaidi kwa hudumia kwa ukaribu na kwa uharaka na kufikisha maendeleo kwa ukaribu kwa wananchi wangu na kutatua kero na changamoto zao vilevile vile, kwa ukaribu sana kwa uharaka sana. Hivyo nitoe tu e, nitoe tu tamko kwamba ndugu zangu wanamtumba e, tumepata fursa hii, ikipata ridhaa kuwa kiongozi wao katika miaka hii mitano, wataona mabadiliko makubwa sana ndani ya muda mfupi. Bahati nzuri mimi nafanya kazi na serikali, nafanya kazi na wadau, naamini kwa kipande hicho kwa kidogo nao nafasi ya kusaidiana serikali na, kusaidia na, na wadau mbalimbali kuwaletea maendeleo ya wananchi wa jimbo la Mtumba. Ah, kama hivi ndivyo umetoka kwenye mitaa mia mbili na ishirini na mbili unakwenda kwenye mitaa mia moja na moja umetoka kwenye kata arobaini na moja unakwenda kwenye kata ishirini lakini huoni kwamba ulikuwa huku na kata zingine zilikuwa ni ndogo, huku unakutana na mlima wa makata mengine, kuna kata ya Nzuguni, kata ya Ipagala, kata za Ombolo, Kikombo. Hauoni bado mlima ni ule ule? Kipi ambacho una uwezo wa kwenda kukibadilisha zaidi ili watu waone kwamba hii ni neema ya kuwa na mtu anaitwa Anthony Peter Mavunde? Uh, kwanza kabisa ambacho tu uh, kilinishtua ni mimi nimeanza kampeni zangu za kwenye jimbo la Mtumba, sio kwa kufanya mikutano ya hadhara nimepita mitaa mia moja na moja nimefanya mikutano zaidi ya mia moja na ishirini wakati nazunguka siku ambao nilikuwa nategemea kwenda kata inayofuatia wasaidizi wangu wakaambia tumemaliza yani nilikuwa bado nina nguvu na utayari wa kuendelea lakini kaambia tumemaliza ah, nikasema kumbe sasa hivi ndo nabaki na eneo hili ikanitia faraja kwamba sasa sasa nitakwenda kuyafanya makubwa zaidi nataka nikuhakikishie mimi ni, ni aina ya mbunge ambaye hata ukiangalia katika ukurasa wangu wa kwenye Instagram maeneo mengine, kuna neno huwa nalitumia na neno la Kilatini e, the populus, mtumishi wa watu. Naichukua nafasi hii kwa heshima kubwa na heshima sana dhamana ya watu waliokupatia kuwaongoza. Mimi kwangu sio ubunge, kwangu ni utumishi. Nitatoa muda wangu, nitatoa maarifa yangu ntatoa kila kitu Mwenyezi Mungu ambacho Mwenyezi Mungu amenijalia kama talanta kwa ajili ya kwa kuwahudumia Wanamtumba. Nataka nikuhakikishie kwa kwamba wewe kwa uko hapa, Mungu atujalie uhai, utakuwa shahidi ndani ya muda mfupi sana, haitazidi hata mwezi wa kumi na mbili wa mwaka huu, watu wataanza kuona mabadiliko makubwa sana. Yako maeneo ambayo nimeyasema nitayafanya, na nitaanza mapema. Kwa mfano, nafahamu moja kati ya changamoto kubwa ambayo wazazi wengi wanayo ni katika ile michango ya Jumamosi ya kulipia mitihani. Mimi nasuluhishwa jambo hili kwa sababu najua wazazi wamepeleka watoto shule, wanatamani pia waweze kutunza kipato chao, hasa wazazi wa kipato cha chini. Kwa ambacho nitakifanya hivi sasa ni kuhakikisha kwamba ninakwenda kuweka utaratibu wa kila kata kuwa na fotokopia mashine zile kubwa kwa ajili ya kuweza kudurufu ile mitiani ya Jumamosi na kuwasaidia pia kupata zile karatasi, ili yule mzazi ambaye anapaswa kwenda kuyafanya haya asifanye yeye, ofisi ya mbunge imefanya kwa niaba yake, tuwapunguzie ya gharama lakini la pili, watu wengi watu wengi wakisikia jimbo la Mtumba huwa wanaamini ni kuanzia Ihumwa kwenda huko mbele, na kwamba nimetoka mjini nimekwenda kijijini. Sio kweli. Kata ishirini hizi zinaanzia hapa tulipo, ndugu mwandishi. Kata ishirini za Mtumba inaanzia Nyerere Square ambayo ni kata ya Viwandani, tunakwenda kata ya Makole, kata ya Ipagala, kata ya Dodoma Makulu, Tamukaleli, Msalato, Miuji, hizo zote zipo hapa katikati hapa mjini ko sio kwamba tumekwenda pembezoni kabisa kwa sababu ya kutafuta unafuu. Hapana, mimi nakwenda kuangalia katika namna ya kuhudumia maisha ya watu, na eneo kubwa ambapo nataka kwenda kulifanya hivi sasa, kule pembezoni tuna vijana wengi na wakina mama ambao wanafanya shughuli za kilimo. Mimi nilikuwa naibu waziri wa kilimo, mtaona mabadiliko makubwa sana ndani ya muda mfupi ujao kwenye programu ya Jenga Kesho Iliyo Bora, BBT ya kwenye kilimo, na hasa Mheshimiwa Rais wakati tukiwa pale wizara ya kilimo na rafiki yangu Hussein Bashe alitupa maelekezo ya kutaka kuwaona Watanzania wanafanya kilimo cha umwagiliaji, watu wasitegemee mvua. Katika jimbo hili la Mtumba yako maeneo mengi ya pembezoni, kuna wakina mama na vijana wanafanya shughuli za mboga mboga na matunda. This time tunakwenda kutengeneza utaratibu ambao utakwenda kusaidia kwanza kuongeza tija ya kilimo chao tutakwenda kuchimba visima virefu na vilevile vile kupanua baadhi ya mabwawa kuongeza tija kwenye kilimo cha mbogamboga mboga. Wale ndo wanailisha Dodoma hapa katikati, na nataka watu wangu watake advantage ya Dodoma. Hivi sasa kuwa na wakazi wengi, Dodoma ina wakazi laki saba na sitini na tano elfu hivi sasa, mahitaji ni makubwa sana. Nataka watu wangu watake advantage kwao. Tuna programu hiyo kubwa ya mabwawa na visima virefu maeneo pembezoni kwa ajili ya kufanya kilimo cha mbogamboga na matunda ambayo pia itakuwa ni sehemu ya ajira. Lakini eneo lingine mimi nimetafuta ni, ni wadau kutoka nje ya nchi kuanza karabati na kujenga madarasa baadhi ya shule zangu na pia nakuja na mfumo tofauti, naanza kujaribu katika jimbo la Mtumba na nitaanza nao mwezi wa kumi na moja kuleta vile viti vya kisasa vya wanafunzi kuona kama baadaye serikali pia inaweza kulipricate huu mfumo, tukawasaidia wanafunzi wetu. Lakini la mwisho katika hilo la mwisho katika hilo, nafahamu katika jimbo langu changamoto kubwa ni changamoto za barabara. Mimi nimejipanga ni this time kuhakikisha kwamba tunapata mtambo wetu wenyewe kwa maana ya greida ndani ya jimbo la Mtumba la kuweza kusafisha na kuangua barabara zetu wenyewe. Jambo hili haya ambayo nayasema ndio ambao atakwenda kuleta utofauti mkubwa katika eneo kubwa ambalo nilikuwa nao na ile dogo ambalo limeminywa hivi sasa. Kwenye sera ya afya na maji, hali ikoje Mtumba kwenye sera? Kwenye sera ya afya, jimbo la Mtumba kwenye kata zote 20 tuna vituo vya afya vinne tu vikubwa. This time nataka niongeze vituo katika kiwezekana kila kata, hata kwenda hatua kwa hatua, tutaanzisha sisi ujenzi, serikali watatuunga mkono. Kwa la kwanza nataka kukamilisha vituo vya afya katika maeneo yetu yote ili tuwe wananchi wetu waweze kupata huduma kwa ukaribu. Eneo la pili tunafahamu ya kwamba e, kama serikali im, imekuwa na mikakati ya kwa kuhakikisha kwamba zahanati zinafika katika maeneo ya mitaa na vituo vya afya katika maeneo ya kata. Hili nitashirikiana na wananchi wangu kuhakikisha tunaliboresha zaidi, kwa sisi kuanzisha ujenzi, serikali watatukuta. Lakini eneo lingine tumeongeza huduma ndani ya jimbo la Mtumba. Kwa hivi sasa jimbo la Mtumba ndio panakwenda kujengwa kituo cha afya cha kwanza cha mfano Tanzania nzima cha gorofa zaidi ya mbili. Kituo cha afya cha Makole kinaboreshwa na kujenga katika mfumo wa gorofa ili kuhudumia wananchi wengi zaidi na kupunguza msongamano mkubwa pale general hospital. Lakini lingine, hospitali ya Benjamini Mkapa ambayo iko ndani ya jimbo la Mtumba ambayo inahudumia ina wanadodoma wote na watanzania kwa ujumla Inakwenda kuongezwa huduma kubwa sana pale ya saratani. Huduma ile itaifanya hivi sasa wananchi wa Dodoma na mikoa ya karibu badala ya kwenda Ocean Road, Dar es Salaam watapata huduma hiyo hapa hapa Dodoma katika hospitali ya Benjamin Mkapa kama sehemu ya kuboresha huduma za afya katika jimbo letu. Sambamba na hiyo, mimi nimekuwa na mahusiano mazuri na wadau mbalimbali katika jimbo la Mtumba, tutawaleta madaktari bingwa kila mwaka kwa ajili ya matibabu ya bure kwa kina mama, vijana na wazee, ma, ya magonjwa yasiyoambukiza. Lakini pia taendelea na utaratibu wangu wa kugawa miwani na kufanya operation ya mtoto wa jicho kwa watu wengi ambao wana matatizo ya macho. Nimefanya hivyo miaka iliyopita, nimegawa zaidi ya miwani elfu tano na kuwafanyia upasuaji watu mia mbili na thelathini na tatu na iko hadithi moja huwa napenda kuisema, yuko mama mmoja mungu aendelee kumtunza yule mama alipata changamoto katikati tu ya umri wake mkubwa na siku naleta madaktari hawa alikuwa hajauona mwanga wa jua kwa zaidi ya miaka kumi na saba tulimfanyia upasuaji akarudisha tena nuru yake na alitamani sana kumwona huyo mavunde anafananaje siku nilifika pale akaambia mwanangu umenrudishia nuru katika miaka kumi na saba iliyopita nilipoteza kabisa matumaini, leo naliona tena jua, naiona sura yako na kushukuru. Mungu akubariki. kazi zile huwa zinanimotivate kama mbunge na kuona kwamba nina jukumu kubwa la kufanya kwa ajili ya watu wangu. Nataka niwahakikishie wanajimbo la Mtumba haya atakwenda kuyaboresha zaidi, ili kuweza kuwafikia watu wengi zaidi. Tuna soko kubwa la Sabasaba na umekuwa ukijihusisha sana na wafanyabiashara wadogo wadogo watu wategemee nini katika miaka mitano ambayo unakwenda kuanza safari kuanzia mwezi Novemba? Soko la Sabasaba ni moja kati ya soko ambalo linawakusanya wafanyabiashara wengi sana wa maeneo mbalimbali, na ni soko ambalo kwa kweli linahitaji maboresho makubwa kwa jinsi ilivyo hivi sasa. Pale sabasaba ukiingia, kwa sababu ya msongamano mkubwa gari na wale wakina mama wa mbogamboga na, ma, na matunda, huwezi kujua mpaka unaishia wapi kuna wakati daladala zinageuzia mpaka kwenye bidhaa za wale wananchi. Niliwahi kuambia miaka mitatu iliyopita, mimi sio kiongozi wa kutafuta sifa za kisiasa, sio kiongozi wa kutafuta kura tu. Niliwaambia haya ni maisha yenu, na mimi nina wajibu kuhakikisha kwamba mnafanya biashara katika mazingira rafiki. Niliwaambia lazima tuvunje soko, ikaingia siasa, ikaingia siasa baadhi hapo katikati ikatafsirika tofauti na wengi wakapinga. Nataka nirudie leo, pamoja na kwamba nahitaji kura za wafanyabiashara, nataka nirudie leo, soko la Sabasaba lazima livunjwe, tulijenge upya, tuwapange watu vizuri, wafanye kazi katika mazingira ya rafiki kuliko yalivyo hivi sasa. adi yangu kwa <clears> hakuna <throat> mtu atakayepoteza haki yake tutachukua stock ya watu walioko pale, tutawapanga vizuri, kila mtu atarudi katika eneo lake. Siwezi nikawa mimi mbunge wa jimbo la Mtumba naongoza soko la aina ya soko la sabasaba saba. Fedha zipo, mradi upo, upo tayari, unahitaji utayari wa watu, na mimi lazima niwaongoze vizuri watu wangu. Sitaki nifanye mambo ya wao, nikienda pale wanisifie kwa dakika chache alafu niwatese milele. Niwaambia pale soko walivunjwa, wanakushangilia sana, lakini mimi leo nataka niambie kwamba soko linavunjwa soko litavunjwa, tutalijenga upya, tuwapange vizuri. Hii ndo itakuwa legacy kubwa ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa wafanyabiashara pale saba saba, na si vinginevyo. Vinginevyo leo mvua pale ikinyesha, hapaingiliki, hapapitiki. Siwezi kama mimi mbunge wa, wa, wa jimbo la Mtumba wenye soko aina saba saba, lazima tulirekebishe. Habari njema kwenye jimbo la Mtumba, mimi nimetembea maeneo yote huko, nataka nisisimue uchumi wa kata za jimbo la Mtumba kwa kuwa na masoko yetu kuanzia ngazi ya mitaa ili wananchi wetu katika maeneo ya pembezoni wasije wengi kuja hapa mjini katikati kutafuta huduma. Nataka jimbo la Mtumba kila kata ijitosheleze na huduma zake, kuanzia masoko, kuanzia stendi. Na hivi sasa nipo na wataalamu, tunaangalia mfumo wa ujenzi wa masoko yenye gharama nafuu, ambayo yatajengwa katika mitaa, ili kila mtaa ubaki na soko lake hapa mjini tupunguze congestion. Lakini pia nafahamu pale Yumwa tunajipanga kutengeneza soko kubwa kwa ajili ya mboga mboga na matunda. Nataka wakulima wangu wote wa jimbo la Mtumba. Kampeni yako ya mtaa kwa mtaa, moja ya vitu ilikuwa inagusia ni kwamba hukutaka wakopaji waingie kichwa kichwa, ukasema subirini kwanza, twende tukapata elimu. Ilikuwa na maana gani? Huoni kwamba utawachelewesha na zile fedha ambazo ziko kwenye jiji zika, zi, zi, zikachukuliwa na, na wenzako wengine? Ni kweli tumekuwa na changamoto kubwa ya namna ya kuviandaa vikundi vyetu. Jiji la Dodoma ni kati ya majiji machache sana Tanzania ambao tunatenga fedha nyingi sana zile za asilimia kumi ya mapato ya ndani kwa ajili ya wakinamama, vijana na watu wenye ulemavu. Sisi kwetu Dodoma ziko hivi sasa zaidi ya shilingi bilioni 7.6. Nimewambia Wanamtumba mimi nafahamu njia ya kuwafikisha kuzitumia hizo bilioni 7.6. Cha kwanza wanikubalie, mwezi wa 11 tutaanza elimu ya ujasiriamali na elimu ya biashara kwa kila kata za jimbo la Mtumba. Nataka niwapange vizuri, waje wataalamu hapa watupitishe aina gani ya miradi kutokana na kata. Nataka niwatoe wakina mama kwenye miradi ya visheti, ubuyu na batiki kwenda kwenye miradi yenye tija zaidi ilingane na kiwango cha fedha ambayo jiji imetenga bilioni saba. Ni hela nyingi, ukiitumia vizuri. Takupa mfano, mimi na kikundi cha kina mama hapa Ilumbo Ipagala, wale kina mama ni nimewajengea jengo na nimewapatia mtambo kutoka Sido wa kusafisha mafuta ya alizeti, double refinery ambayo gharama yake ilikuwa ni milioni ishirini tu. What if nikiamua kuifanya milioni ishirini hii mara tano ikawa milioni mia moja kwa kata ishirini ni bilioni mbili kwenye bilioni saba iliyoko jiji. Maana nasema watu wangu mimi wanisubiri, wasiende kichwa kichwa, nitawapanga vizuri, ntawaongoza vizuri, mtaona bilioni saba zitaleta impact kubwa sana kwenye jimbo la Mtumba. Unakwenda kuwa mbunge wa wananchi. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka elfu moja mia tisa na sabini na saba ibara ya sitini na mbili kifungu kidogo cha pili kinaelekeza kwamba wewe ndiye utakaye kuwa mwakilishi wa wananchi pale bungeni ukipata nafasi ya kuingia kwa mara ya kwanza, labda hujaenda upande wa serikali, nini utakachoihoji serikali ama kuishauri eh, juu ya wananchi wako wa Mtumba hasa kwenye swala zima la ardhi? Cha kwanza ambacho hichi ndo priority yangu, serikali imekuwa ikisema sana juu ya kutaka eneo kubwa la nchi yetu ya Tanzania linapimwa na wanamilikishwa wa Tanzania. Mtanzania yoyote na mwana Dodoma na mwana Mtumba hana utajiri mkubwa isipokuwa ardhi ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia. Kiu yangu ni kuona mipango mizuri ya serikali kupitia wizara ya ardhi inayoongozwa na waziri kijana anayefanya kazi yake vizuri, ndugu yangu Deogratius Ndejembi, na mipango yake mizuri ni kwenda kuipima, kwenda kupanga kupima na kumilikisha ardhi wananchi wetu. Huu ni utajiri mkubwa sana. This time tutakwenda kuweka nguvu kubwa kuhakikisha watu wetu wanamiliki ardhi kwa mujibu wa sheria, sio leo mtu aseme kipande changu kinaanzia hapa mpaka pale, aonyeshe kwa kidole. Tunatamani aonyeshe kwa majira nukta, kwamba coordinates za kwangu zinaonyesha kwamba eneo langu linaanzia hapa linaishia pale kwa square mita watu wetu wamiliki maeneo yao kwa mujibu wa sheria. Kazi yangu ya kwanza kwa jimbo la Mtumba, hasa yale maeneo ambayo yamepimwa yanarasimishwa na wananchi hawamiliki kwa mujibu wa sheria, nitahakikisha siku zangu mia za kwanza, jambo hilo nitaanza nalo na kuhakikisha kwamba nashirikiana na mkurugenzi wa jiji la Dodoma tuwasaidie watu wetu kukamilisha umiliki wao wa ardhi katika maeneo ambayo yamerasimishwa na wale wenye changamoto na kero na shida mbalimbali mbali tuweze pia kuwasaidia. Kwa mfano, liko eneo pale Msalato ambao serikali ilitaka e ilitwae la EPZ ilitaka ilitwae, lakini wananchi wasimamishwe kwa muda mrefu sana. Serikali imeshafanya maamuzi kwamba wananchi waachwe eneo lile, warudishiwe, wapimiwe, wamilikiwe. Atakayetaka kuja kulitoa eneo lile atamkuta mwananchi wangu ana hati, tofauti na ambavyo sasa ni mashamba. Thamani itaongezeka na ndio kiu yangu kuona wanamtumba ardhi yao inaweza kuwanufaisha. Mheshimiwa Mavunde, tunawagombea kumi na saba wa nafasi ya urais mpaka sasa ambao wameidhinishwa. Tarehe 29 ungetamani kusafiri na nani na ni kwa sababu gani? Tarehe 29 ya mwezi wa 10 mwaka 2025 nikiamka asubuhi kwenda kupiga kura, nikipata karatasi yangu ya kupiga kura ballot paper. tiki yangu nitaipeleka kwa daktari Samia Suluhu Hassan. Siyasemi kwa sababu tuna mapenzi naye kama mwenyekiti wangu kama rais wangu, nayasema kwa sababu yako mambo ambayo mimi wa hapa Dodoma naweza nikayasemea nikarudia na kurudia ya sababu za kwa nini tiki yangu wino wangu sitauchelewesha kwenda kwa daktari Samia Suluhu Hassan. La kwanza miaka ishirini iliyopita katika jiji la Dodoma eneo la Nyerere Square, ilikuwa ikifika saa moja usiku kukutani na gari kukutani na watu. Dodoma imechangamka hivi sasa baada ya maamuzi ya kuifanya Dodoma kuwa makao makuu na ujenzi wa mji wa serikali pale Mtumba. Pale ndugu mtangazaji, zimeingia zaidi ya shilingi bilioni mia sita ambazo wananchi wa Dodoma hapa wamenufaika kuuza bidhaa mbalimbali mbali na kutoa huduma katika miaka minne hii mheshimiwa rais amesisimua uchumi wa Dodoma. Hoteli loji zinajaa hapa leo sababu ya shughuli nyingi kuwa hapa Dodoma. Mji wa serikali yamejengwa pale majengo makubwa, bidhaa zilichukuliwa hapa hapa Dodoma kwa wafanyabiashara wetu ambao tunawajua kwa majina, wameuza saruji, wameuza nondo, uchumi umesisimka hapa. Kwa nini mimi nikapiga kura tofauti? Sababu ya pili, Mheshimiwa Rais alikuta mradi mkubwa hapa wa outer ring road ukiwa asilimia za chini kabisa. Hii ni barabara pete ya mzunguko outer ring road, ambayo ina kilomita mia moja kumi na mbili nukta tatu ambayo kwa nchi za kusini mwa jangwa la Sahara hazizidi tano yenye barabara ya mzunguko yenye urefu huu Dodoma ikiwemo Dodoma ikiwemo, barabara hii inakwenda kuondoa msongamano katikati ya jiji la Dodoma. Magari yote makubwa yatapita pembezoni na hata ingia katikati hapa, na barabara iko ukingoni kukamilika. Kwa nini mimi leo nikienda tarehe ishirini na tisa kupiga kura nisimpigie Daktari Samia Suluhu Hassan? La tatu, ujenzi wa uwanja wa ndege mkubwa wa Msalato ulianza. Mheshimiwa Rais ameukuta katika asilimia ndogo sana za ukamilishaji wake, kaufikisha pale ulipo leo. Inawezekana wananchi wa Dodoma wa hali ya kawaida wasione umuhimu wa uwanja wa ndege wa kimataifa, lakini nataka niwaambie uwanja wa ndege wa kimataifa wa Dodoma utakuja na manufaa makubwa sana. Kwanza, hivi sasa eneo la Msalato viwanja vimepanda bei mpaka Makutupora, kuzunguka eneo lile viwanja vimeshapanda bei hivi sasa, na watu wengi wanatafuta maeneo kwa ajili ya ukezaji. Eneo lile itasaidia kusisimua uchumi wa eneo la Msalato na jiji la Dodoma. Tunao wafanyabiashara wa mkoa wa Dodoma, wafanyabiashara wa mifugo ambao asilimia kubwa wa, wanapeleka mbuzi na ng'ombe nje ya nchi, hasa Arabuni, na moja kati ya changamoto kubwa ilikuwa ni hivi sasa ukiwa na uwanja mkubwa hivi unaweza ukavutia hata wale wanunuzi wakubwa wakaleta ndege za moja kwa moja hapa Dodoma kwa ajili kusafirisha bidhaa zao hizi. Ukiwa na uwanja ule unarahisisha huduma ya usafiri. Kuna wakati itawezekana watu wakatokea Dodoma kwenda nje ya nchi pasipo kwenda Dar es Salaam. Haya yananifanya Oktoba 29 nikatikwa ni Daktari Samia Suluhu Hassan.